Naitwa Moses Ambindwile, kada wa chama cha Mapinduzi, ambaye katika siku hii ya leo nimefika katika ofisi za chama za wilaya ya Iringa mjini kwa ajili ya kutekeleza mojawapo ya haki za mwanachama wa chama cha Mapinduzi, haki ya kuomba kuteuliwa kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Iringa mjini. Kwa nimekuja leo kuchukua fomu kwa ajili ya kutekeleza hiyo haki ambayo ipo katika katiba ya chama, lakini pia katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nami pia ni miongoni mwa Watanzania wenye sifa ambao wanaomba ridhaa ya chama cha mapinduzi ili niweze kuteuliwa na kupendekezwa kugombea nafasi ya ubunge kwa jimbo la Iringa mjini nimeona mambo mengi, lakini wakati utafika, ambapo baada ya michakato ya ndani ya chama kwa mujibu wa kanuni itakapokuwa imekamilika mengi tutakuja kuiongea. Sasa.